Naye kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumshambulia Rais William Ruto kwa kumtimua serikalini kwa tuhuma anazodai zilikuwa za uongo. Alikuwa akizungumza huko Meru alipoanza ziara yake ya siku tatu katika eneo hilo. Aidha, Gachagua amewakemea baadhi ya wabunge ambao walishirikiana na waliombandua mamlakani, jambo ambalo wanasema limechangia sehemu hiyo kutopata maendeleo kama ilivyokusudiwa. Mimi singekubali kuungana na yeye akiua wa watoto. Namba tu alitaka kugawanya mulima ndio atukalie vile moya alitukalia miaka ishirini na nne. Alitaka kutumia huyu soprano ati Wameru wakae kando Wame, Waembu wakae kando na Wakikuyu kando ndio atutawale. Tunaweza kubali? nguvu yetu watu ya mlima ni kukaa tukiwa kitu kimo? ni kukaa tukiwa kitu kimo. Ndio mnaona tumetoa kifua mbele. Tukasema sisi tutaendelea mbele, wengine watafuata na tuko hapa. Niwaambie, msisuke maana musiogope, uoga tutanunua, na hata kama hakuna wabunga, tuko nao Meru.